ge wa Mumias Mashariki Peter Kalerwa Selasia, ambaye amethibitisha msimamo wake wa kuwania urais mnamo mwaka 2027 ameshuhudiwa kuwa katika ziara za kisiasa katika maeneo mbalimbali, ndipo kuwashirikisha wapiga kura juhudi zake za kiserikali zinazoonekana kuratibika vyema hata kabla ya kuonyesha mshahara wake wa jumla, ni jambo linalozua shauku mitandaoni kwamba amepata ufadhili kutoka kwa serikali na washikadau wake. Hata hivyo, ameyapinga malalamishi haya kwa kudhihirisha ya kwamba amepata ufadhili kutoka kwa wananchi wenye nyoyo kunjufu. Siku ya Jumamosi usiku mnamo tarehe kumi mwezi Mei, palitukia uvamizi wa majanadume wawili walokuwa wamejihami kwa buduki na barakoa, huku wakidai kuwa askari, japo walivalia kiraia. Walijitoma kwenye hoteli ya Mombasa alokuwa mapumzikoni mbunge huyo. Istoshe, gari walokuwa kwalo lilikosa namba, jambo lililozua taharuki miongoni mwa wakazi wengine walokuwa humo. Wakachukua simu zao na kurekodi, huku wakisisitiza kuwa hawangekubali mbunge kukamatwa na watu walovalia kiraia na kudai kuwa polisi huku hawana hati za kitambulisho kuonyesha idhini ya kiserikali na pia kutumia gari lisokuwa na namba iloidhinishwa. Kwenye video zilizosambaa mitandaoni, kelele hatari za wafuasi wa mbunge huyu zinasikika kwamba hamuwezi kumkamata Salasia, huku wakipinga na kuwasindikiza majana dume wale kwenye gari lao. Ndizo habari za sasa, mtazamaji, ila atazidi kukupasha zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Nimekuwa wako wako, Bi Edith Kaleria.